Juma, mme wangu, tumeshafika mjini, ila changamoto ni kwamba hatujui tunafikia wapi, na ukizingatia sisi hatuna ndugu jamaa wala rafiki. Kweli tumefika, tumefika salama. Mm -hmm. Mimi onatatizo kubwa kwa sababu tumeshafika hapa, shida ilikuwa ni rini, sijali tutapata tukafikia. Ni kweli unaoyaongea, lakini tunatakiwa tukumbuke kwamba huu ni mji wa watu, tusije tukafanya vitu tofauti tukapata matatizo mengine makubwa kuliko tulioacha kwa kijijini. Tangu uh, muda ule tumepita tumeenda hivi, nimewaona, yaani muda wote ule tuliomaliza huko sokoni mpaka saa hivi wapo pale. Maona kama wanahitaji msaada, hebu uh, eh, naomba twende tukawasikilize kwanza. habari zenu wapendwa? salama tu vipi kiongozi? safi kabisa kwema. ah, samanini maana tumeona hapa mmekaa muda mrefu, tangu tunaenda sokoni mpaka sasa tunarudi. Vipi, kuna mwenyeji wenu mnamsubiria au kuna changamoto mnapitia? Kweli mko sahihi kwa mlichokiona. Sisi ni wageni hapa mjini, tumetokea kijijini, ila huko tulikotoka siyo kwema

Karibuni ndugu zangu, asante ah. hapa ndio nyumbani tunaishi mimi na mume wangu. mimi naitwa Karen, mume wangu anaitwa Dani. naomba tutambuane na nyinyi, asante tunashukuru sana. mimi ninaitwa Juma na mikanga anaitwa Amina. tunashukuru sana kwa upendo wenu na ukarimu wenu kutupokea kuja kukaa na nyinyi kwenye kwa hilo tunashukuru sana kwa kweli, Mungu awabariki sana karibuni, asante sana karibuni sana, tunashukuru tumeshakaribia. Msijali, jisikieni kama mpo nyumbani, mwe huru kabisa kabisa. Tunashukuru sana, umeshakaribia. mm -hmm. Sawa basi, muja nikawandeleni chakula. Haya, sawa zangu asante sana kakaangu, tumesha karibia. Mwaya, vipi hali ya huku mjini, poje? huku mjini safi tu, sijui nyinyi uko mtoka yako. Yaani uko <laughs> yaani kijijini hakuna amani hata kidogo, vurugu vurugu kila kukicha. Bora hata tulipokuja mjini, wenda tukapata amani hata kidogo hmm. <laughs> na nini? <laughs> Kakaangu, yaani leo kazi mimi mbona ninayo, huyo mtu nilokuja naye Anaongea kama chiriku alafu sasa kuna siku tuliongea nikakwamba kuna rafiki yangu anaitwa Lecho Walwalu ndio huyu. Eh kaka, ndio mimi hapa naitwa Lecho Walwalu. Yaani mimi hapa na huyu ni marafiki toka tuko hivi toka wadogo ila tumeshanekai miwili mimi ni yani mdogo kidogo hata darasa tumeshana madasa mawili mimi niko darasa la tano yeye ko darasa la saba. Alafu huyu na kakaangu wako hivi yaani marafiki, sijui ni wachumba, ila nasimuwa chumba, maana walikuwa hivi, u dada alikuwa nulia visheti, alivyomjua kaka wangu ni alikuwa nakula visheti, acha kabisa. <laughs> E, kaka, mimi naitwa Alecho Walwaru eh? Mimi sinagabaya mttaatukaavnabaya ntalchauaeche mdogo wangu, hii ndo jiji la Dar es Salaam. Na hii ndo bongo. So rubingo, ulipotoka mdomo wako punguza, ndugu yangu, hapa ni kwa kakaangu na ana sio ndugu yako, kuna ndugu naye hata kidogo. Kwa hiyo huo mdomo wako taratibu. Mimi sijapenda kabisa ulivyoongea hapa, tena nimejisikia vibaya sana. Kakaangu anaona mimi na yote wa mmoja na hata ananijua vizuri, niko mdogo, sina tabia kama za kae. Kwa hiyo chunga, sijapenda Metula, tupo huku dada ndani na tafuta sana, nimezungua kote mpaka naatoke nje sika hapa nje zinapunga upepo, jambo zuri. Ila na ujumbe wako mimi e, mlongo amesafiri nipata dharura, simu ya gafa tu kaa ameamua ondoka, hivyo ameniachia namba, alisema maongea maswala ya kazi e, na kuna mtu ameongea naye, amenipa namba zake nikupe uongee naye ili uende ukaanze kazi, kazi. Kwa hiyo ameondoka asubuhi sana maana mm, alipopigiwa simu ni muda huo huo ametoka na huo akisafiriki, amechelewa sana, miezi sita. Sawa so, so. Kwa hiyo hiyo namba naandika sasa hivi. Eh, andika hapa. Habari ya saizi e, kwema. Samani mimi ninaitwa Juma e, nimepewa maagizo na Dani e, ndio mimi. Akuaonije sehemu gani? Okay, basi sawa, ninakuja Sasa nikifika hapo na kupigia simu. Haya, poa naona tumeelewana. Ah, basi sawa, ukienda ta ukifika sehemu utanipigia simu au utampigia simu Nenloko kafanye kazi. Soloko ndio kutafuta wanawake, utagombana. Ah, haya eh? Poa, kazi njema.

Kwa Mapemba, anapaita. Ah, Mapemba. Eh, pale msikitini. Wewe msikiti wa Mashia nini? Eh utakuwa maana ni e, ni huo, maana, msikiti mmoja tu uko mtaani kwetu hapo. Eh, mimi rafiki yako. Kweli. Kwetu, mimi rafiki. Ah, basi sawa swazi. ku mhangja jana. Hapa nimekuja tu. Kweli inapendeza. Ha, hmm. Kwenye kwenye? Kesho basi mrudi namba, unipeleke bichi nipeleke bichi, sijui kweli kupeleke bichi namba, yeah. Hey, nipeleke maana sijai kupaona, napasikia tu poje. ha, kwenda hata siku moja. Basi usiwaze mimi kama baadaye au kesho, kama nikipita pa mitakoni, kama nikikuona, takuitafuta ongea vizuri

Mkali nakwambia, sio mchezo baba wako, unaona. Utaona kama nakungopea nikikwambia, au vipi? Baridi ipo hivyo mwanangu, ibidi fusi kweli